Naitwa Salomo Abdalla Kipala Moto, Mohamed Ali Kilosoko, mashabiki wa Simba Msamvu, mnaandaaje kuelekea katika mchezo. Yeah. Kaka huyu ni ubaya ubwela, yaani yule Mwarabu leo tunamchezesha Taarabu, na sisi sio Taarabu kaka, si tunampiga kibao kata hatakatika, tunamtia mbango zetu moja mbili tatu nne tano, kisha tunamwambia mnasemaje, tayari mko nyuma kwa bao mbili basi. Kaka sisi tunaongoza mbili sio wao leo, iy vaisipesa kaka, hii ni Simba Sports Club Iwe chazi au ana chazi au umeona ule, yani leo hii plug anakuwa yule touch moja, one touch goli, unakumbukizi mbaya dhidi ya, ya Kaizer Chiefs yeah. E, e, kaka historia meko, yeah. E, hile ba, hile kwepo hii tutaivunja, itakuwa nyingine kaka. Historia bagani ya kuvunjwa na kweli itavunjwa kaka, leo hii utaona wale wanakula halba dogo sana, wamekosakosa sana hamsa, no doubt kaka from Sambu Stendi eh. Kwanza kwa majina yetu, Omari Abdul Safuzi, msemaji wa tawi la Sambu Stendi wekundu, eh. kama unavyotuona hapa, sisi tushajiandaa vizuri kabisa kuelekea katika mchezo huu, na tunakwenda huko tunahakikisha ushindi, mashabiki ushamaliza kila kitu Eh, kila kitu wamemaliza mashabiki, kilichobakia sasa ni wachezaji wao ndani, eh, eh, ya uwanja wakina Jan Chazaoa eh Dese Dese Mkwala Fadu Davis anataka kuonesha vitu vizuri sana na akisha tunashinda leo kiukweli tunapindua ah, meza. Wakijichanganya ni mambo ya oroya, yaani wakijichanganya tu oroya hayo eh, ni maneno tu ya kawaida. Goli mbili ni sawa, haina shida. Mkuala na Teba nani anza? Wote ni matk hayo mambo ya Fadru. Uh, kwa, kwa majina anaitwa na Mwengala na Mwengala, maana yake kwanza mtafutaji. Mimi ni shabiki wa Simba Sambo Stand, kwa hiyo matumaini yetu makubwa leo tunaenda kutafuta ushindi kufa na kupona. Wewe, hey, unauzungumziaje mchezo wa leo ikiwa tayari mko nyuma kwa bao mbili kwa sifuri, inawezekana kupindua meza uh, Mpira ni fifti fifti, sisi tunacheza na Arabu, wanacheza yote kwa yote, tunasubia dakika tisini, ila morali kubwa sisi ni kupata ushindi. Tunaenda pale kwa matumaini makubwa, sisi tukapata ushindi. Morali yenu kama mashabiki wa Msamvu, msa msa terminal e, ikoje mpaka dakika hii ambayo mnaondoka? Ni gari ngapi tarajia? Mpaka sasa hivi tuna gari nane, zingine ziko nyuma zinakuja. Hiyo ikianzilishi, tuna gari nane, zingine ziko nyuma, kwamba tuna vaibu kubwa ya kutosha na ushindi utapatikana tu, hatutoki ila si, tunasonga mbele, tunavuka hatua hii. Unawaambiaje mashabiki ambao hawaja plani kwenda kuhudhuria katika mchezo huo? Hawatakosa uondo mkwele kulonga chaifosa chaigoda, tunatembea tunalinga leo. Hussein Power Mkazuzu, mshabiki wa Simba kutoka Msamvu Terminal. Sawa. Mchezo wa leo kwa ujumla nauzungumzia, ni mchezo utakuwa mchezo mzuri na mchezo wa upinzani, sawa, lakini kiujumla, kiu sawa, sisi Simba hakuna tunalotafuta zaidi ya ushindi, na sio ushindi tu, na kuwaondoa kabisa mashindanoni. Kwa hiyo sisi tunashinda na wale tunawaondoa kabisa. Na yaani, kinachonipa jeuri zaidi najua jinsi ya kuutumia uwanja wangu wa nyumbani yeah. Sawa, so, na ninawaamini wachezaji wangu, sikuwe ni mistake tu ndogo ndogo tu za umaliziaji, lakini nadhani mwalimu kakaa na benchi lake la ufundi pamoja na wachezaji wameclear yale makosa. Kwa hiyo wanaenda kusahisha makosa yao, na ninakuhakishia tu, ndani ya dakika ndani ya dakika 15 mwalabu kashapigwa chuma, ndani ya dakika 15 mwalabu kapigwa chuma, ubaya ubwela Ukipewa nafasi kama shabiki, uanze uchague katika stweka zako mbili, uchague moja ianze, kati ya teba na mkwala, utaanza na nani, baba? Mi sipemesi macho sipemesi macho wala sifumbi. Sawa, namweka tu mukwala, namsimamisha pale mukwala tu mapema tu. Ile ndio habari ya mjini eh. Hey, baba, hii tunavuka, hii tunavuka kwa nguvu, tena hii tunavuka, hii, tunavuka. Hii, tunavuka. Ubaya ubwela wanasimba, naingai, mshabiki wa Simba kutoka Msamvu hapa stendi. Tunajiandaa kwa ajili ya kwenda uwanja Taifa kwenda kuangalia mpira kati ya Simba na al Masry. Na mchezo tumejiandaa vizuri kama si mashabiki pia. Tunaomba Mungu tupate kushinda na kufuzu. Maana unaweza ukashinda alafu usifuzu si umeelewa? Ila wachezaji wamejiandaa vya kutosha. Tunaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, maana kila kitu lazima tangulize dua. Mechi tunashinda na tunafuzu. Kipi kinakupa imani kwamba mechi ya leo mnashinda? Ah, imani ni kwamba hata ukiangalia ule mchezo uliopita ambao tulicheza kule Misri kila idara tuli tulimiliki, ila mpira wanakwambia ni mistake. Yani mistake tumetokea, ndio maana tukafungwa, ila kila sehemu tulishawadhibiti. Wala kuna kazi mbili, ya kwanza musawazisha goli mbili, ya pili muweze kupata bao la tatu kwa niaba ya kufuzu. Wakati huo pia mwarabu anacheza. Unafikiri inawezekana kirahisi? Mpira ni mipango, basi kama umepanga, maana yake yote yanawezekana. Japokuwa tutaingia huko, tuna defense tunashambulia, ila itatokea yote, tunamwachia Mwenyezi Mungu. Ukiwa sasa kama shabiki unapewa nafasi ya leo, kati ya washambuliaji wako wawili aanze mmoja, kwa maana ya Ateba na Mkwala, nani utaanza naye mchezo leo? Ah, kwa mimi namwajia kocha, ila kwa mimi mpendekezo yangu ni Lionel Christian ya Ateba, kwa sababu anaweza kukaa na mpira watu wawili watu watatu wakafanya chochote anachokitaga